Nina wasalimu wapenzi watazamaji, waiche kituo popote mlipo, hamjambo? Karibu sana niweze kuwapasha yale yote ambayo yametendeka. Mimi ni mtangazaji wako bwana Ezra. Kitu ambacho nakuomba ni usikilivu mwema, vilevile sambaza hizi kanda zetu kuelekea kwa vikundi vingi, ili taarifa hizi ziwafikie watu wengi sana. Hii leo nimeweza kugundua kwamba hii serikali ya Samia ambayo iliweza kusema kwamba ilichaguliwa kwa asilimia tisini na nane waliweza kujibandikizia ushindi. Kwa nini? Leo ilikuwa ni siku ya uhuru Tanzania, hata sherehe za kuadhimisha miaka sitini na minne tangia Tanzania bara ilipojipatia uhuru hazikufanyika. Samia kuonekana alijificha, kumaanisha kwamba anaogopa wale raia ambao anasema kwamba waliweza kumchagua. Pili, wananchi waliweza kuandamana, asije mtu akakwambia kwamba hawakuandamana, kwa wananchi waliweza kuandamana, na kwenye maandamano sehemu zingine kama vile Dar es Salaam, niliweza kunukuu maneno ambayo wananchi walikuwa wanayasema, na haya maneno ndiyo tunataka tuweze kuyachanganua katika kanda hii. Nilimsikia mkaka mmoja akisema hivi, wao ndio serikali wao ndio kusema sisi wananchi ndio katiba mpya, sisi wananchi ndio kuamua jinsi ambavyo taifa litaongozwa. Wakasema kwamba Samia Suluhu Hassan aelekee kwao Zanzibari, aende kuongoza pale. Ni kwa nini wanasema kwamba Samia aelekee Tanzania, aelekee Zanzibari aende kuongoza pale, na wala mbo, ama, na mbona asiongoze Tanzania bara au kipenda Tanganyika hapa ndo linachukua, au mama yake sielewi hapo. Sawa, linachukua lazima tuongee madarakani mama. Sisi kama sisi, sisi kama sisi mama yake vibe kama lote, hatufai hatufai mama yake eh, sisi ndo wananchi ndo wenye nchi, hatufai mama mama yake akaongoze kwa Zanzibar. Zanzibar isha kataa muungano muungano, bado mnalazimisha marudi kwenu, ushawachoka ataka nchi yetu, aachukua au mama wake ieleahua. Sisi kama sisi, sisi kama sisi, mama sisia vaibu kama lote oe, atupai atupai mama wake, sisi ndo wananchi ndo wenye nchi Atufai. Mama ma, kwa akaongoze Zanzibar. Zanzibar ishakataa muungano, muungano bado mnalazimisha mrudi kwenu Allah. Ishawachoka kataka nchi yetu. Hii inadhihirisha wazi mpenzi mtazamaji kwamba wananchi wamepoteza mapenzi ya ukweli na Samia Suluhu Hassan wamepoteza mapenzi yao kwa Mama Samia Suluhu Hassan na wamesema kwamba arudishwe kwao Zanzibari, hawamtaki bara. Kwa nini? na kuomba ukapiga subscription, vile vile sambaza hii kanda. Sababu nambari moja, kulingana na mimi ninahisi kwamba Watanzania wa bara au ukipenda Tanganyika wanahisi kwamba kuna hofu ya udikteta yani, wako na hofu ya udikteta ndani yao. Wanahisi kwamba huyu Samia akiendelea kuongoza atakuwa dikteta, atakuwa Idi Amini mama. Mnakumbuka yule mwenye alikuwa kiongozi wa Uganda kipindi cha hapo nyuma mwenye alikuwa anaitwa Idi Amini baba sasa yeye amegeuka na kuwa Idi Amini mama, mtu ambaye hataki kukosolewa, mtu ambaye hataki kupokea na kusikiliza malalamishi ya watu ya raia, wala ambao anasema kwamba waliweza kumchagua, mtu ambaye hataki aweze kuambiwa bukudu, mtu ambaye hataki kuweza kuelezwa nzuri na baya, rais ambaye hataki kuulizwa hizi kodi ambazo tumekusanya zimeelekea wapi, hii mikopo ambayo tumeweza kuiomba imefanya nini? Akijaribu kuulizwa hayo, unasikia akisema kwamba wale ambao wanauliza maswali kama hayo hawatutakii mema sisi kama Tanzania, wanatuonea wivu kwa sababu tumeunda sijui ni SGR sasa ya nini baada ya uchaguzi wa Oktoba 29 ambao uligubikwa na wizi, wapinzani na pamoja na mashirika ya haki ya kibinadamu wanasema wizi wa kura ulizuka kuzuia upinzani. Viongozi wakuu vilevile vile kama vile Tundulisu, akina Humfrey polepole pole, na wengine wengi waliweza kutekwa, ukandamizaji ukaingia Tanzania ukandamizaji wa waandamanaji, ukandamizaji wa maandamano uliopelekea vifo, mateso, pamoja na kukamatwa kwa maelfu. Sasa Watanzania wa bara wanahofia kwamba Samia Idi Amini mama akiendelea kuongoza udikteta utaendelea Tanzania, na ndio maana wanasema kwamba arudi kwao Zanzibari. Pili, wananchi Naomba muweze kunisikiliza mimi. Ninajua kwamba hata serikali inaniangalia. Kipindi ambapo mnakosolewa, ndio unapata kwamba angalau unapata yale malalamiko ya wananchi. Wananchi wako na hasira na kutoamini hii serikali tena. Kwa nini? Utawezaje kuamini serikali ambayo inawaua wananchi? Niambie tu kweli, utawezaje kuamini serikali ambayo inawaua wananchi? Utawezaje kuamini serikali ambayo inamteka Humphrey pole pole, ikampoteza mpaka sasa hivi hajulikani aliko, ya familia yake iko na uoga, familia yake imejaribu kutoa vilio, haonekani. Utaaminije hii serikali ambayo inawaua wananchi kisha inawazika ili kuficha ushahidi? Utaaminije hii serikali? Taarifa na kanda za ukweli za maandamano zikitolewa, wanasema kwamba ni machapisho ya AI. Utaaminije? Utaaminije niambie. Wananchi wako na hasira na kutoamini serikali hii ya Samia, na ndio maana wanasema kwamba afunge virago vyake aelekee Zanzibari, aenda akaongoze pale, hawamtaki aweze kuwaongoza Tanzania bara. Tatu Watanzania hawa Watanganyika hawa au kipenda, Watanzania wa bara wako na wito wa mabadiliko na uwakilishi sawa. Kivipi? Watanzania wana wako na wito, wanataka mabadiliko na wanataka uwakilishi sawa wakilishi sawa kivipi? Tanganyika na wao wakuwe na viongozi wao, kama vile rais, makamu wa rais, kama vile Zanzibari wako na rais na makamu wa rais. Kila serikali ya kila serikali ijitegemee, hakuna kutegemea wengine. Na ndio maana wanasema kwamba wanataka Samia aweza kurudi Zanzibari, aende kuongoza au wengine waongoze upande huu vilevile vile. Kuna giza la uongozi na hofu ya vitendo vya baadaye. Giza la uongozi na hofu ya uongozi wa baadaye au vitendo vya baadaye vinakujaje? Watanzania wanahisi kwamba wale ambao walionekana wakiandamana serikali itakuja kulipisha kisasi baadaye, ikuje kuwatafuta ikuje kuwaandama ikuje kuwatafuta, na ndio maana wanataka Samia aende nyumbani, kwa sababu wamegundua yeye si mzazi bora, bali ni mzazi ambaye anataka madaraka, bali ni mzazi ambaye anaweza akawatoa hata watoto wake kafara, ili mradi tu aweze kupata uongozi. Je, Unataka Samia arudi kwao Zanzibar Tanganyika, tubaki huru. Je, unaunga mkono hii kauli ambayo ilitolewa na huyu mwanakaka kwamba akaongoze kwao Zanzibar? Naomba nipate wazo lako.